Chairman wa mwenye kampuni ya Bharti Airtel ambaye ameamua kuja hapa kwa ajili ya hili swala ambalo tumekuwa nalo kwa muda mrefu ambalo lilikuwa kati ya serikali na, na Airtel. Wamekuwa kwenye mazungumzo upande wa, wa, wa kampuni yake pamoja na upande wa Tanzania. Mazungumzo hayo yameelekea sasa kufikia mwisho, na chairman wa Airtel amezungumza mwenyewe kwamba share za Tanzania zitapanda kutoka 40%, yani kutoka asilimia arobaini tulizokuwa nazo zamani. Ilikuwa asilimia arobaini kwa asilimia sitini. Sasa share zao zitapungua ziwe asilimia 51% 51%, na sisi za Tanzania zitapanda kuwa asilimia 49. Sasa details zingine wataendelea kufanya discussion leo wamalizie. Lakini pia wamekubali kutoa dividend ambazo kwa muda wa karibu miaka minane kumi tulikuwa tujapata dividend. Kwa hiyo hiyo percentage ya dividend itakayotolewa nayo watakwenda ku discuss leo hii. Kwa hiyo mimi naona huu ni mwanga mzuri wa kwenda mbele katika maendeleo ya kati ya Airtel pamoja na, na kampuni zingine na serikali ya Tanzania. Kwa hiyo ninamshukuru sana. I really thank you for deciding to come all that way.